Mama, Mama Samia tafadhali, nashukuru ukinisaidia na shida yangu, iwe, iwe naweza kupata haki yangu yangu, mimi Silvia uh, Vlaskamp nilianza kuishi uh, na mume wangu uh, uh, tulianzisha kampuni yetu ya Vaso Agro Ventures, Ventures, mwaka 2023 mpaka sasa tunaishi shambani. Mimi ni mke na mwekezaji mwenza, um, um, I, I I the, the nane, October, na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya VASO Agroventures. Tarehe ishirini na nne Oktoba elfu mbili na ishirini na nne nilitaka kuingia kwenye makazi yangu kama kawaida lakini nilizuiliwa na askari ambao hawakuwa sehemu ya VASO Agro Ventures. Askari They hao walinilazimisha kutoka ndani ya gari, They wakachukua gari hilo kwa nguvu. Mmoja wa askari hao me. alinyanyasa na kunigusa kimwili licha ya kumwambia mara nne aache kunigusa. Alitaka kuninyang'anya simu yangu wakati nilikuwa nikirekodi tukio hilo. Nilishambuliwa bila sababu yoyote, na ushahidi uko kwenye video. Siku hiyo nilifungiwa ndani ya nyumba yangu na askari ambao sikuwahi kuwaona hapo awali nilizuiwa kabisa kutoka nje. Kwa maana nyingine, nilifanywa kuwa mfunga mfungwa ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Mume wangu alijaribu kwenda kutoa taarifa polisi Moshi kwa kutumia pikipiki, lakini polisi hawakujibu simu zozote zilizopiga kuomba msaada. Alipokuwa akiondoka, alishambuliwa wa na askari watatu wasiojulikana na walimnyang'anya pikipiki yake. Alilazimisha kurudi nyumbani kwa usalama lako. Siku hiyo hiyo uvamizi haramu na usio halali wa nyumba yetu ulifanyika bila taarifa yoyote bila noti wala amri ya mahakama. Tulifukuzwa kwa nguvu kutoka kwenye nyumba yetu ya kuishi pamoja na shamba letu. All the doors were locked. Milango yote ilifungwa. Takribani watu ishirini waliovalia kiraia na askari wachache ambao hawakuwahi kuajiriwa na Vaso Agroventures walivunja geti na kuvamia kwa nguvu. Mume wangu alipigwa na kutupwa chini alielekezwa kuto kurudi tena kwenye nyumba hiyo. Nilibaki peke yangu ndani ya nyumba. Askari mmoja aliniambia namnuku, ukionekana tena I na kamera kitu kibaya sana kitakupata kwa sababu hufuati sheria zangu. Nilijaa na hofu kubwa, nikaamua kuweka simu yangu mbali. I ran to the bedroom to get the passports <laughs> nilikimbilia chumbani kuchukua hati za kusafiria na nyaraka muhimu, niliweka kwenye mikoba miwili mizito, nikaivaa begani. Wakati huo raia waliovamia walikuwa wanapora mali zangu binafsi mbele ya macho yao: pesa taslimu, vito vya thamani, urisi, vifaa vya kielektroniki na kadhalika. Nguo zangu zote zilizalilishwa kwa kutupwa barabarani. Nilipopinga uporaji huo, mwanaume mmoja alinisukuma hadi nyuma ya kabati na kuanza kunigusa sehemu za juu za mwili wangu. Koba niliyokuwa nimebeba ilikuwa mzito, sikuweza kujitetea nililazimika ni kupiga kelele kwa nguvu sana, nikiomba msaada, lakini hakuna aliyekuja kunisaidia. Baadaye mwanaume mmoja aliingilia na kumwambia yule mwanaume aache kunigusa, lakini tayari nilikuwa nimeumizwa na kudhalilishwa. Mali ziliharibiwa mbele yangu, vitu binafsi vilivunjwa na kuibwa. Nyumba yangu iliharibiwa kwa makusudi. Mume wangu alipigwa na kujeruhiwa. Nilitoka nje, niliona fanicha zetu zikiwa zimevunjwa na kutupwa barabarani kama taka. <laughs> Nilikwenda polisi Moshi kutoa taarifa. Nilitoa maelezo yangu na polisi waliandika taarifa ya kesi Number MOS -s s RB/8476/024 r -b no, hadi leo no, miezi sita baadaye no, hakuna msaada wowote kutoka kwa polisi. Not before, kabla during, wakati wa tukio na baada ya tukio hakuna msaada wowote tuliopata kutoka kwa polisi wa Moshi Police. Hakuna chochote sasa, ah, wow. Kuna malalamiko ya dada Silvia ambayo ni, ni kampuni ya Waso Agreement Limited wana yeah. Kampani wanachosema kib iko Kibosho Wana? halo eh, ambao wanasema wameondolea kwenye shamba lao kinyume na utaratibu, lakini zaidi ni swala swala zima la unyanyasaji, na polisi inajua, polisi ajua, polisi kwa maana ya polisi polisi Kibosho anajua kwa maana ya RPC Kilimanjaro RPC Ah, sasa yuko nje, yuko yuko nje kikazi. Sasa RPC ni ofisi na wewe unatakiwa, lakini hiyo kampuni unaijua? Ah, hapana, hujawahi kujua kitu kama hicho imefunguliwa kesi hapo. Oh, yeah, ya mosi, eh. Imefunguliwa kesi hapo yapo, sawa, ni arabi mia nane, arabi nane nane saba sita ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne, mwaka jana mpaka sasa hakuna kitu kifanyika. Lakini huyu mtu nani? Huyu mama ni, ni mtu wa kigeni ni ni mwekezaji kutoka nje e, ndio.